todo ita ne gothie gothiagwo ita na gwathio ita modu ni acokaga modu ni agarurukaga agagicoka na kiria atahire Ishi ti cia ita na ndumo ici ti cia ge ita na ndumo ici ne cia ro ita na ndumo koguo ne ne o nyitane ri ne gwatanero nyitanu koguo e gakorwo ti o ndu waku we ki ne mbe ne ne ndu witu ne o ndu tu gwataine ne o ndu tu nyitaneti koguo tu gakorwo

uyu ni undu witu na riria urituika witu witu tiwaku witu tiwakwa koguo witu ni gwataniro ni unyitaniri na koguo riria rwoka ruita rugagituika rwi rwitu rwi awa nyukwa agethi aku aria muciaraniirwo nao na njia rwaithio koguo icio ciothe ri igagiuka ruita ruita

thoguo ari hau nyukwa e hau na maundu manyu matikinyanire ona makue urenda gutira matire na kinyanira ha kwe na kwenda utauku wa mundu na utauku kwoguo ku koguo no utari na uri igua tu no kwario ciario ugakiuga uyu aturite aretie rekenjarie wa guteithika ateithike wakoga guteithika aikare o hari ari na eke uria ekaga ati riria thoguo riria thoguo ari korwo hari agethi aku agethi ni aria muciaraniirwo nao he maudu nda atemekeire ona gwikire ciana cia agethi aku ni ciana ciakuwe ciana cia uria muciaraniirwo nake ni ciana ciakuwe koguo ciana icio riria iriuka haria uri Iharia iri ioka rwembea rwaku na itikinya ire iri korwo ni cioka kurehe daka na keng'ita hariori na icio ni ciana cia mugendi waku koguo ona wadi gwika magongona marikuri na ciana cia mugendi waku tinagire na igatirwo uria kwagiraire iri ioka kaga ikarehe muhura gwaku koguo ona wekire ku ciana cia mugendi waku itari theru ona gwaku gutirathera tuthie kuri mugedi wa mundu waja uria ni muiretu uria muciaraniirwo nake nake ni agiriire ciana haithe ona ire akorwo ni atheretie miruru

gutiri hindi na kuogwa nakuo gwaku ona wike magongo na mariku ona otili atia tuihwa itagiriirwo gutiri hindi rwembea rwaku naruo rurikorwo koguo rwaku naruo no rurikorwo rwina kingita no rurikorwo rwina muhura gitumi tuihua twaku titwagiriru twaku titutiri ona ithe niatheretie atheretie na gutheria miruru

ni arerire ruracio ria rutari koguo natuo tuihwa turia twao twoka gwakure tugoka tugakurehera muhura uria tugoka tugakurehera maroro maria gitumi ni hekirwo undu uria utagiriire nawe ugituika wakugira maroro hau ona ugerie gwika magongo na mariku ona ugerie gutira atia gotire hede igongona riri kinyanira hena iroro gotire hede igongona riri kinyanira hena muhura na, he he na muhura ni uri gwatio ne agethi ari aku ni uri gwatio ne aciari ari aku ati ona wageria gwika atia ona wirutire atia ugakora no urikirio rikirio mutugoroine uria oringi ugagikorwo we ugwati ugwati ti waku ti waku no ne maria makurigicia ithie ni aria mwina o gitumi riria kwa mugendi waku kurikorwo gutari kwagiriru riria kurikorwo kwa mugendi waku gutari kwagiriru ciana cia mugendi waku cioke gwaku ciana icio ni ciaku na riria cioka gwaku cioka kuhaka gwaku murari chioka kuhaka kuhaka gwaku maroro chioka kuhaka gwaku imithi kuoguo ri ona wendere ku riria kwa mugendi waku kuri kuru korwo gutari kwagiriru ni hori oka gutagu kwatiriri rwina komu rwina kaiguwanyira ati kwa mugendi waku gutari kuragirira ona gwaku ku tiriagirira riria mugendi waku wamboiretu uria muciara nairwo nake riria ari ohokera gwanyu rĩrĩa arĩ ohokera okay, gwa ithe ũrĩ korwo atĩ we nĩwe ithe wa ciana icio na, na gũtirĩ igongona ũngĩhota gũtamania gwakuriagĩrire tũihwa tũu tutagĩrĩirwo gĩtumi kaihwa gatirĩ kaimworũ nyeni na airĩtu nĩmohokeire okay, kwaao kwa, kwa, ao, ao nĩmohokete okay, biũ na rĩrĩa ohokera kwao ũigĩrĩrĩki wa ciana icio si, ohoka ndũkoragwo ũrĩ wa ithe we Muciari uri koruo wa mugethi wake uria ni we nyarume wa twana tuu nao anyarume aya matirenda kuona twana tu ria ruheni koguo ri nake agatuika ati gwake kuhenagia kuhenia ni ma thina maria meku mogwati maria meku kugwo ku no kuhenuka gitumi ni kurahenuka aregire tuihwa twake na kaiwa gatimagwo runyeni na ndarenda gutira kaiwa na kaiwa karitirika oriria akorwo nyina daga atuika kuhiriganio amuchie niguo nawe uke uchiare twana tuu niguo magongona utuhete uithe na ke atuhe nake nyina atuhe haha niho harokira ati ona tugerie gutira na jiririku ona tugerie gwika atia igongo na a igongona ritiohagira igongona riohagira riria mitaratara na uigiririki urithie uria kwagireire na umuthi uyu ni undu wa ruthururu riria twina ruo miciiri Ndurona rona tuihua twaku tari tungi kurehera ugwati ndurona tuihua twaku taturi twambata ndurona ario aku aria ni ciana cia agendi aku ta igikorwo ciri ugwati hari we no riria riothe iriuga awa awa mugendi wawa wawa wawa mugendi wa wa ndirenda ndirenda ri undu cio urikorwo nwahaka maroro gwaku urikorwo murari niwomba gwaku twana tu twakorwa kolo maundo mako matiagiriire ona ugerie kurangira na njira gwaku gutiriagirira rekei twambe twiurie turoretena